Leo, mambo vipi? Kama kawaida tunakutana katika channel hii ya Salmini Studio. Ni mimi mwenyewe Salmini Mdagano, ni content creator. Hakikisha una subscribe, una like, una comment, una share kwa watu wa karibu ili kuendelea kupeana ujuzi, sio? Leo hii nimeandaa mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kupata video nzuri na yenye ubora na yenye kupendwa na watu, hakikisha unazingatia hivi vitatu. Ila nini, hakikisha una subscribe na kukumbusha tena. Twende moja kwa moja kwenye point. Hakikisha hakikisha, katika upangaji wako wa video yako clip zako zile umezipanga kwa umakini, lakini pia unapokuwa una shoot video zako hakikisha haukatkat mara nyingi sana, kwa sababu itakuletea kero kipindi unaunganisha. Basi itakuwa ikionekana hapa hapa ilirekodiwa hadi hapa hadi hapa. Kwa hakikisha unarekodi video clip zikiwa chache, lakini pia una rekodi vizuri zaidi. Jambo la pili, hakikisha sauti. Sauti ni kitu cha kuzingatia sana. Hakikisha haurekodi video zako kwa kutumia sauti ya kamera. Ukirekodia sauti ya kamera moja kwa moja, inakuwa iko boa sana, anatambua kila mtu anatambua. Lakini pia kama haujawahi kufanya hivyo, hakikisha ukifanya hicho kitu ili kuweza kupata video bora zaidi. Kitu cha tatu na cha mwisho, bila kupoteza muda, lazima tuzingatie swala la color grading. Sio ili swala, ni swala muhimu sana. Ili video yako iweze kuvutia zaidi, lazima ucheze na rangi. Hakikisha una subscribe, una like, una comment una share kwa watu wa karibu. Ni mimi mwenyewe Salmini Mdagiano. hakikisha una subscribe au sio?